Ndugu wa shiriki, mambo mawili makubwa hapa, ambayo ningependa sana kwanza kabisa kuyazungumza: kwanza, kupata mafao ya ustaafu, lakini pili, namna gani ya kutumia mafao ya ustaafu, ya ustaafu. Mambo haya mawili wakati mwingine hayaendi sawa sawa, yani hayafanani, hayaungani haya. Akili ya mwanadamu kabla hajapata eh, kuna bridge kidogo inapita katikati hapa, unapata alafu katikati kuna ibilisi. Baada ya ibilisi, ndio kuna namna gani unatumia kile ulichokipata. So, amezungumza mkurugenzi mtendaji hapa na amezungumza kwa tahadhari tu, ya namna gani unachokipata eh, kwa wakati wa kustaafu ukiweke ukitunze katika njia ambayo itakusaidia. Lengo la kupata mafao ni kukuweka vizuri katika maisha yako ya mbele yanayokuja. Wote tunafahamu pengine kipato unachokipata katika pencheni kila mwezi kinaweza kisikizi haja sana mara nyingi kidogo, unapokuwa katika kazi ya kawaida kuna opportunity mbalimbali mbali ambazo unakuwa unazipata, umepata semina, umepata safari, umepata na vitu vingine ambavyo vinaweza kukusaidia katika kipato over and above mshahara wako. Kwa hiyo nasaha kwangu ni kwamba huyu ibilisi hapa katikati tujitahidi kumcontrol pale tunapopata mafao yetu. ZSSF mfuko wetu umeendelea na juhudi mbalimbali mbali za kuuimarisha uza hivi na kusudia, management ya ZSSF wamefanya juhudi kubwa sana katika kuimarisha huu mfuko ili uwe na uhimilivu, yaani tunasema sustainability. Kuna baadhi ya mifuko sehemu nyingine duniani inapata misukosuko sana inapata misukosuko kwa sababu ya kutokuwa na mipango thabiti, mipango imara katika kuimarisha eh, na kulinda mafao ya wafanyakazi wao ama ya wale wastaafu wao. Kwa ZSSF, ameeleza mkurugenzi, tumechukua juhudi ya kuanzisha miradi kadhaa pita awamu zilizopita, lakini awamu yetu hii, tumshukuru Mwenyezi Mungu sana, uongozi umefanya umefanya juhudi kubwa sana katika kuimarisha e, miradi mbalimbali mbali ambayo imeleta sasa ile sustainability ama uhimilivu wa mfuko na kuwa na uhakika kwamba mafao yatalipwa na yatalipwa kwa wakati, mara baada ya uh, mstaafu au mfanyakazi kustaafu. Kwa hiyo tuwapongeze na kuwashukuru sana ZSSF kwanza kwa kutuhakikishia usalama wetu kwenye hii pia vile vile vile serikali yetu, serikali ya mapinduzi Zanzibar, nizungumzie awamu zilizopita, lakini hususan katika awamu ya sasa ambayo anaiongoza Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi, tumekuwa na miradi mingi tunafanya kwa serikali yetu, imechukua juhudi kubwa sana katika kureformu mfuko na sasa tumeweza kuwa tuna uhakika kama nilivyozungumza ya kuwa na sustainability. Juhudi nyingine kama mlivyosikia ni kwamba tuliongeza tuli eh, kipa ya kiwango cha pencheni ya chini ya kila kila mstaafu kwa kila mwezi, hii ilikuwa ni juhudi ambayo, eh, hapa maalum ni shukuru mfuko kwa sababu mfuko ulifanya maamuzi magumu mkurugenzi eh. Na pili, salamu zangu jana nilizitoa kwa bodi kwamba mfuko umekwenda kizalendo zaidi na bila utashi wa aina yote mwingine kuhakikisha kwamba wafanya kazi wanaostaafu wapandishiwe nini pensheni yao katika kiwango ambacho eh, serikali ilikuwa imefikiria. Kwa hiyo niwashukuru sana management pamoja na, na, na, na, na E, bodi ya mfuko kwa kulikubali hili na kuridhia matakwa ama mapendekezo ya serikali ambayo iliweza sasa kuwawezesha wastaafu kupata e, kima angalau kinachoridhisha kidogo. Kwa hiyo ndugu zangu, lengo kubwa la mafunzo haya ni kuwatayarisha, ni kuwatayarisha muda mchache ujao uta kwa hiyo kustaafu haina maana kwamba ndio mwisho wa maisha yetu. Fomula ya maisha bado inaendelea, taratibu za maisha zinaendelea kama kawaida. Kwa hiyo lengo kubwa ni kwamba mjiandae na mwanze kuona mwanga, nini tutafanya baada ya kustaafu. Kwa hiyo nasaha zangu kwa kwenu hapa ni kwamba muwe wasikivu sana wakati mtakapokuwa mnapata hizi semina, mtakapopata walimu wa kufunzi wapo wabobezi watawafahamisha kwanza namna gani ya kujiandaa, lakini pia pili, mbinu mbalimbali mbali za kuweza ku, ku, ku, ku, kujihimilisha, yani kuhimili maisha baada ya kustaafu. Ni waombe ndikuwa watumishi wazuri wa, wa umma katika serikali, lakini sasa pengine mnakwenda nje, mnakuwa sio watumishi tena wa umma niwaombe spiriti yenu ambayo mlikuwa nayo wakati wa kuitumikia serikali isipotee. Bado serikali ni yenu na mna njia nyingi za, za kuchangia eh, juhudi za serikali nje ya serikali. Kwa hiyo ni wasihi sana kwamba tutakapotoka, bado jukumu la kusimamia mageuzi makubwa yanayofanya yanayofanywa na serikali, lakini pia juhudi zake zinazoonekana kwamba bado zinakuwa endelevu kwa namna yoyote ile.